Kila wakati na kila mahali kukushukuru Bwana Mtakatifu, Baba Mwenyezi Mungu wa milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwanza twakushukuru kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu ya uumbaji wako na kwa ajili ya vipawa vingi kwa neema. Na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioanguka kukusifu kwa ajili, kukusifu kwa ajili ya upendo wako hata ukamtoa mwana wako Yesu Kristo, e Baba, kutoa utu wetu ili ashinde dhambi na mauti na kutuweka huru tuwe walisi wa ufalme wake. E Baba, twakusifu kwa Roho Mtakatifu wako kwa kuwa ndani yake tufahamu kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako, ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu. Uliyetuita kutoka gizani na kutuingiza kwenye utukufu wa nuru yako. Kwa hiyo sisi nasi twajiunga pamoja na malaika wakuu na mababa, manabii, mitume na mashahidi na jeshi la mbinguni pia. Twakutukuza na kukusifu daima tukiimba. Utukufu una wewe e Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema zako kuu ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie e Baba, tunakusihi, ili sisi tukiupokea mkate huu na kikombe hiki kama mwana wako alivyotuamuru, tuwe washiriki wa mwili na damu yake ya thamani kwa wokovu wetu. Kuwa Bwana wetu Yesu Kristo usiku ule aliotolewa, alitwaa mkate, naye kisha kushukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akisema, Twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi, baada ya kula, akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mara mnywapo, kwa ukumbusho wangu. Amen. <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> aliyejitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja, twakushukuru e eh Baba, kwa ajili ya kufufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambapo utuombea daima, nawe utukubali katika yeye. Twakusihi, tujaze Roho Mtakatifu wako ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambapo unalikusanya kutoka mataifa yote. Kwa yeye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu heshima yote na utukufu daima hata milele na milele, Amen. yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wakikosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Mkate tumegawa ni ushirika na mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Basi tushirikiane ile sala ya kustahilishwa. Wote hatustahili kuikaribia hii meza yako Bwana mwenye rehema, kwa kuitegemea haki yetu wenyewe, ila kwa rehema zako kuu na za ajabu. Sisi hatustahili hata kuokota makombo chini ya meza yako, yako, yako, bali wewe ni Bwana

Huu uh, ni mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako, na hii ni damu ya Yesu Kristo iliyotolewa kwa yeah. uh, ajili ya Karibuni kwa kushiriki.